Uhali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya leo, ikiwa ni Machi kumi na mbili siku ya Jumatano asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kwa kuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kulengezia gazeti lako la Nipashi Mwanga wa Jamii kwa asubuhi ya leo. Kwenye habari kubwa zopewa kipaumbele, inaanza na habari inayosema akutwa bila nguo ofisi za Tanesco, yadaiwa alidondoka akiwa kwenye ungo hiyo ni habari inasema akutwa bila nguo ofisi za Tanesco yadaiwa alidondoka kwenye ungo. Hiyo ni habari inaendelea kwa kina ukurasa wa pili. Na wataalamu wa afya waelekeza mbinu za kukabiliana na ugonjwa wa mpox. Wataalamu wa afya waelekeza mbinu za kukabiliana na mpox. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa nne ndani ya gazeti lako la Nipashe. Lakini Dawasa yatoa hofu wananchi upatikanaji wa maji Mamlaka ya maji Dawasa yatoa hofu wananchi upatikanaji wa maji. Hiyo ni habari pia inaendelea ukurasa wa tano kwenye gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Lakini kwa gazeti la Nipashe kuna habari kubwa kipaumbele, inaanza na habari inayosema vigogo mtegoni, ni wanaomezea mate ubunge, wengi ni mabosi wanene serikalini. Lakini Samia awapa angalizo, CCM yaweka ukomo wa viti maalum. Hiyo ni habari ukurasa wa pili. Lakini ACT Wazalendo kutoshiriki vikao vya baraza la vyama hicho, ni chama cha ACT Wazalendo kuto kushiriki vikao vya baraza la vyama. Lakini jela kwa ku, kuuza kugawa viwanja eneo la mradi e, jela kwa kuuza kugawa viwanja eneo la mradi. Lakini yalivyo maisha ya Tundu Lissu nje ya siasa ndani ya kula e, gazeti la Nipashe naeleza yalivyo maisha ya Tundu Lissu nje ya siasa lakini msimamo wa Trump mkumbo, Mwigulu waja na mkakati wa kujitegemea. E, wa kujitegemea, msimamo wa Trump mkumbo na Mwigulu waja na mkakati wa kujitegemea. Bajeti ya yalenga deni la taifa, uchaguzi, mpango wa zingatia vita dhidi ya VVU e, na TB na malaria. Hiyo ni habari ukurasa wa tatu wa gazeti lako la Nipashe mwanga wa jamii kwa asubuhi ya leo kwenye habari kubwa alizopewa kipaumbele. Lakini tukiachana gazeti, gazeti la Nipashe tuangazie gazeti la Mwananchi Lenye nanza na habari kubwa inasema mbinu sahihi ya kujikinga na ugonjwa wa mpox. Eh, huo ni ugonjwa wa mpox. Sasa ndani ya gazeti lako la Mwananchi kuna habari inasema mbinu sahihi ya kujikinga na ugonjwa wa mpox. E, ukurasa wa 3 habari hii inapatikana kwa kina. Lakini Dr. Tulia Sugu nani eh, kumkimbia mwenzake. Kuelekea harakati za uchaguzi eh, Dr. Tulia na Sugu nani kumkimbia mwenzake. Lakini bado ndani ya gazeti lako la mwananchi kuna habari inayosema uamuzi mgumu wa viti maalum CCM utaratibu mpya kuanza. Uamuzi mgumu vita viti maalum ndani ya CCM utaratibu mpya kuanza. Lakini kuna habari inayosema, ukurasa 11 zitakavyotumika shilingi trilioni 57.4 bajeti 25 26, zitakavyotumika shilingi 57 0.4 trilioni bajeti ya 25-26. Huyo ni Biguru Nchemba. Lakini Samia aonya vigogo wanaotaka ubunge. Samia aonya vigogo wanaotaka ubunge. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti la Mwananchi. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana na gazeti la Mwananchi, tuangazie sasa kwenye gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, linaanza na habari inayosema makala aeleza tija ya visa vibali mtandaoni. Hiyo ni habari kurasa 20 Makala aeleza tija ya visa vibali mtandaoni, lakini CCM yatangaza ukomo wa ubunge udiwani na viti maalum. Hicho ni chama cha mapinduzi, CCM yatangaza ukomo wa ubunge udiwani na viti maalum, habari ukurasa wa saba. Na Samia aonya usumbufu kwa wawekezaji nchini. Samia aonya usumbufu eh, kwa wawekezaji nchini, lakini ahadharisha mabavu, aagiza wabadhirifu washughulikiwe atoa msimamo viongozi wanaotaka kugombea uchaguzi mkuu. Lakini Tanga yanoga kila sekta miaka minne ya Samia, e, Tanga yanoga kila sekta miaka minne ya Samia. Yuni habari ukurasa wa nne inaendelea kwa kina, lakini bado kuna habari ukurasa wa saba. Wanne kortini hasara ya milioni 126 TRA, wanne kortini hasara milioni 126 TRA. Na dawasa ya kamilisha mradi wa bilioni 233 miaka minne. DAWASA yakamilisha miradi ya bilioni 233 miaka minne. Lakini serikali yapunguza utegemezi wa bajeti, ushiriki wa PPP kuongezeka, bajeti ijayo ukomo ni trilioni 57. Hiyo ni serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yapunguza utegemezi wa bajeti na tukichana gazeti lako la habari leo, tuangazie ndani ya gazeti lako la Zanzibar leo, lenye linaanza na habari kubwa inayosema, katibu mkuu nishati afafanua azma ya serikali kununua umeme Ethiopia. Lakini Dr. Marjani ahidi uchunguzi sakata la mjamzito. Dr. Marjani aahidi uchunguzi sakata la mjamzito. Lakini Dr. Samia serikali za mitaa chachu ya maendeleo ya taifa. Dr. Samia serikali e, za mitaa chachu wa maendeleo ya taifa. Lakini DC aonya wanaotaka kukwamisha zoezi la uandikishaji, huyo ni DC aonya wanaotaka kukwamisha zoezi la uandikishaji. Huku tutaendelea kuimarisha mazingira ya elimu, huyo ni Hemedia sema tutaendelea kuimarisha mazingira ya elimu lakini kwenye gazeti la Uhuru lenye lina habari inayosema CCM yapitisha majina ya wagombea uongozi. Na zeki yapongeza uandikishaji wa wapiga kura wilaya ya kati. Hapi avipa maagizo vyama vya ukombozi, huyo ni Alhapi Avipa maagizo vyama vya ukombozi, na rais Samia aainisha mafanikio miaka minne. Rais Samia aainisha mafanikio miaka minne, hiyo ni habari kabisa kwenye gazeti lako la Kula Uhuru. Huku bajeti ya serikali ya yapa hadi bilioni 830, bajeti ya sekta ya afya Zanzibar yapa hadi bilioni 830. Lakini kurti tuhuma kusababisha TRA hasara ya milioni 125, hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Uhuru. Lakini bado kuna habari kwenye gazeti, gazeti la Majira linaandika ufafanuzi kwa kina e, ugonjwa unaosumbua Papa Francis lakini mwakilishi EU awasili nchini kushughulikia mgogoro wa DRC na Tanzania yatangaza utalii Ulaya Magharibi, masoko ya hisa kimataifa yaporomoka. Hiyo ni habari kabisa kwa gazeti lako la Majira, huku DAWASA yafunguka mikakati ya Mika serikali upatikanaji wa maji Dar es Salaam na raisi, atimiza yote aliyoahidi alat. Huyo e ni rais Samia Suluhu Hassan atimiza yote aliyoahidi alat, e ni katika sekta ya elimu, afya, miundombinu maji kurejesha vyanzo vya mapato halmashauri, afichwa siri ya mikeka, lakini waziri apewa rungu, habari ukurasa wa nne. Mchengero wa alati tegemeo la wananchi, miradi ya maendeleo huyo. E, ni mchengero wa sema alati ni tegemeo la miradi ya maendeleo. Lakini watu 33 wanusurika kifo ajali moja, ajalini moja afariki. Watu 33 wanusurika kifo, ajalini moja afariki. e, lakini tukiangazia gazeti lako la taifa Tanzania uzalendo kwanza linabari linaosema ACT wazalendo wasusia vikao vya baraza la vyama vya siasa. Lakini Rais Samia Maharasi na madisi semeni mapema kama mnagombea ubunge. Huyo ni Rais Samia asema Maharasi na Madisi semeni mapema kama mnagombania ubunge. Lakini viti maalum sisi kuchaguliwa na wajumbe wanawake viti maalum CCM kuchaguliwa na wajumbe wanawake. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la taifa Tanzania. Lakini gazeti la Uelekeo ni na habari kubwa inayosema Samia kunguruma mkutano wa ma... wa mawakala e, Samia kunguruma mkutano wa mawakala. Na tukiacha na gazeti lako la Uelekeo, sasa tuangazie kwenye michezo na burudani kwenye magazeti mbalimbali -mbali, nchini Tanzania kwa asubuhi ya leo. Tunaanza na gazeti lako la Uelekeo lenye linaandika Singida Big Stars ya hamia Tanzanite kwa Rara. E, ni baada ya uwanja wao kufungiwa, sasa wa hamia uwanja wa Tanzanite e, kwa Rara. Lakini Mo Dewiji, nataka Simba ingae kimataifa, yatinga 16 bora CRDB. Huyu ni Mo Dewiji, mmiliki wa Simba Sports Klabu, asema nataka Simba ingare kimataifa, lakini yatinga tinga 16 bora CRDB. Lakini, Mwakinyo bado asota Lupango, e, Mwakinyo bado asota Lupango ni tuhuma zake za kumjeruhi kijana mdogo. Lakini Yanga Coastal Union kumaliza ubishi leo e, ni mechi ya kata na shoka SRDB Federation Cup. Sasa ni zamu ya Yanga dhidi ya Coastal Union na tukiangazia, kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye michezo inaandika Simba ya tinga 16 bora kwa kishindo, ya piga tma goli tatu kwa sifuri. Lakini Yanga Coastal Union kukipigania eh, kupigania 16 bora kombe la shirikisho leo. Yule habari inapatikana kwenye gazeti ya Taifa Tanzania. Kurasa wa michezo huko gazeti la Majira na habari kubwa inayosema Simba yatinga 16 bora eh, CRDB Cup yaichapa team A Stars goli tatu kwa sifuri. Lakini Yanga Coastal Union hapatoshi leo FA. Na kwenye gazeti la Uhuru naandika Simba Mwendo Mdundo. Eh, Simba Mwendo Mdundo Yanga Coastal Kivumbi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru. Lakini Old Trafford mpya mbioni. Hiyo ni timu ya Manchester United kutengeneza viwanja vipya vya michezo. Hilo ni gazeti lako la Uhuru linayokuletea habari kwa kina. Lakini Zanzibar Leo linaandika hasira ya Yanga kwa Coastal Union leo. Lakini Simba ya laza shingo kwa Bodi ya Ligi, arasi aishangati FF kuufungia eh, CCM Kirumba. Hiyo ni habari, endelea ukurasa 22 kwenye gazeti la Zanzibar Leo ukurasa wa michezo huku gazeti lako la Nipashe mwanga wa jamii knmichezo linaandika Cup. Ni katika hatua16 bora baada ya kuirarua TMA. Fadru azidi kutoa. Yanga, mechi ya kisasi fainali kama 2022. Lakini kimataifa, Ronaldo aipeleka Nasiri robo finali. Ronaldo aipeleka fainaliaipeleka hilo ni gazeti lako la Nipashe. Lakini gazeti la habari leo lenye linaandika Simba Pamba za fuzu 16 bora. Yanga kuikabili Coast Union leo. Serengeti kuanza na Zambia, wanawake futsa na Madagascar. Lakini kwenye burudani, wema ndoa, si kipaumbele changu. Yuna gazeti lako la habari leo ukurasa wa michezo. Lakini gazeti la kula ni Mwana Spoti kwenye michezo na burudani lenye linaandika Simba kuipa Yanga ubingwa ni lile tukio la kugomea dabi ya Kariakoo. Lakini ripoti ya mvuta Faisal Msimbazi